Watu wengi akiwemo na mimi pia tunashindwa kufikia kuchukua hatua, maana kila mara tunagairisha mambo, tunasema tutayafanya kesho, tutayafanya kesho, na kadri tunavyogairisha na ndivyo anavyochelewa kufanikiwa. Na hakuna mtu atakayejua kwamba wewe ulikuwa unapangilia hiki wakati hukukitekeleza. Lazima ukitekeleze na katika kutekeleza unaangalia ni vile vitu vitakavyokuletea matokeo chanya, sio kwamba una hasira ya kumtukana mtu halafu unachukua hatua ya kumtukana sijasema hivyo, maanake matokeo yake yatakuwa hasi na yatakuletea eh, madhara huko mbele. Kwa hivyo hatua unazotakiwa kuchukua ni zile hatua zinazokuletea mafanikio, hatua chanya zilizo na ufanisi kwenye mchakato wa kujitambua.